Tuelekee sasa kaunti nambari 45 ambapo zaidi ya vijana elfu mbili wana bodaboda kutoka Kisii ndio hivi punde kunufaika na mpango wa kuwapa ushauri na saha unaoshirikisha washikadau mbalimbali wakiwemo maofisa wa NTSA, polisi na serikali ya kaunti. Katika hafla ya siku tatu iliyozunduliwa mjini Kisii na gavana Simba Arati, vijana hao waendeshaji pikipiki walipewa hati za umiliki

Culture hall kwa ajili ya kufundisha na kupata certificates kwa watu wetu wana bodaboda. Tumefurahi sana kwa sababu gavana wetu Mheshimiwa Paul Simbarati tayari ameshatufungulia sherehe hii na sherehe hii ambayo itafanyika kwa siku tatu kuanzia leo mpaka Ijumaa kwa ajili ya wanabodaboda wetu. Mtazamaji, nitapata tena fursa ya kumeza mate kabla ya kurejea na taarifa za spoti.